Karibu sana kwenye Pesa Vibe, mahali ambapo tunazungumzia elimu ya fedha, maendeleo binafsi, na mbinu za kufanikisha ndoto zako kwa Kiswahili fasaha. Leo tunazungumzia jambo moja muhimu sana, nguvu ya mahusiano au kwa lugha ya kisasa networking. Swali la kwanza, umeshawahi kujiuliza kwa nini watu wengine wanaonekana kupata fursa nyingi zaidi maishani? Wana akili sana au wana bahati? anaegemea mbele kidogo kwa msisitizo. Siri kubwa iko kwenye watu wanaowajua, mitandao yao ya kijamii, ya kibiashara, ya kiroho au hata ya kawaida. Leo nitakuonyesha jinsi kujiunganisha na watu sahihi kunaweza kufungua milango ya mafanikio ambayo hukuwahi kufikiria. Maana ya networking, sasa kwanza kabisa, networking ni nini? Networking ni sanaa ya kujenga na kuendeleza uhusiano na watu kwa njia ya kimkakati na yenye manufaa ya pande zote. Haijalishi kama wewe ni mfanyabiashara, mwanafunzi, mfanyakazi au unatafuta ajira, watu ndio fungua ya mafanikio yako. Na kumbuka, hujui nani anayemjua mtu anayemjua unayemtafuta. Faida za kujiunganisha na watu. Fursa mpya. Mara nyingi kazi bora, biashara nzuri au hata msaada wa kifedha haupatikani kupitia matangazo, unapatikana kupitia watu. Watu wanawapendekeza wale wanaowajua. Mtu mmoja tu anaweza kukuunganisha na dunia mpya. Ushirikiano na misaada. Wazo lako linaweza kuwa kubwa, lakini huna rasilimali. Kupitia mitandao yako unaweza kupata mshirika, mwekezaji au hata timu. Mafanikio ni mchezo wa timu, sio wa mtu mmoja. Tatu, maarifa mapya. Unapozungukwa na watu sahihi, unajifunza bila hata kujitahidi sana. Watu hutoa maarifa yao bila hata wewe kuuliza, mradi tu uwe mnyenyekevu na mfuatiliaji mzuri. Nne, motisha na kujiamini. Unapokuwa karibu na watu wenye ndoto kubwa, nawe unakuwa na ndoto kubwa. Mazungumzo tu yanaweza kukuinua kutoka kushindwa hadi kuamini. Tano, sifa yako inajengwa. Sifa yako inaweza kutangulia hata kabla hujawasili. Unapojenga mtandao mzuri, watu husema mambo mazuri kukuhusu hata ukiwa haupo. Jinsi ya kujenga mtandao imara. Sasa unajiuliza, je, nawezaje kuanza? Moja, kuwa mkweli na mwenye nia njema. Usijaribu kujifanya mtu mwingine. Watu wanavutiwa na uhalisia. Mbili, sikiliza zaidi kuliko kuongea. Ukitaka watu wakupende, sikiliza historia zao. Usijaze kila nafasi na hadithi zako. Tatu, toa thamani kabla ya kuomba msaada. Uliza, ninawezaje kusaidia kabla ya kusema naomba msaada. Nne, jiunge na vikundi sahihi. Tafuta vikundi vya WhatsApp, Telegram au hata klabu za kitaaluma. Tano, tumia mitandao ya kijamii kwa ufanisi. Usitumie Instagram au TikTok kwa memes pekee. Tumia LinkedIn, Twitter au YouTube kujifunza na kuonekana. Sita, follow up ni muhimu. Ukikutana na mtu, msisahau mwandikie, asante kwa mazungumzo ya leo, nimejifunza me. Hiyo inatosha. Makosa ya kuepuka. Moja, kutaka faida haraka bila kujenga uhusiano. Usijaribu kutafuta shortcut. Mbili, kutovuta mipaka. Heshimu muda wa watu. Usiwe mtu wa kuomba msaada kila wiki. Tatu, kutojiandaa. Usimwendee mtu bila lengo. Jua unachotafuta. Hadithi ya kuhamasisha. Nataka nikusumulie hadithi ya Halima. Halima alikuwa hana kazi. Alichukua uamuzi wa kuhudhuria mafunzo ya bure mjini. Akiwa pale alikutana na mzungumzaji mmoja. Wakabadilishana mawasiliano. Wiki mbili baadaye, huyo mtu alimpa taarifa ya nafasi ya kazi. Leo hii Halima ni mratibu mkuu wa shirika la vijana. Sio CV yake iliyompa nafasi, ni mawasiliano yake. Unapojisikia upweke au kukwama, jiulize, nimeunganishwa na watu sahihi? Maisha ni rahisi unapokuwa na watu sahihi upande wako. Kumbuka, ukitaka kwenda haraka, nenda peke yako, lakini ukitaka kwenda mbali, nenda na watu. Leo hii chukua hatua moja tu. Tafuta watu tatu unaoweza kuwasiliana nao kwa nia ya kujifunza au kushirikiana nao kimaendeleo. Usisahau subscribe like na comment hapa chini. Tuambie ni mtandao gani wa kijamii umekusaidia sana kwenye maendeleo yako. Hii ni Pesa Vibe, ambapo mafanikio yanaanzia kwenye fikra sahihi.